Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii taarifa kama ina, ina ukakasi pengine hajapata taarifa za uhakika ama vipi? Mimi kwa bahati leo saa nne za asubuhi nilikutana na shuhuda mmoja ambaye ametoa ushuhuda wote ambao marehemu alivyotoka mpaka yalivyomalizikia. Kwa mujibu wa shuhuda namba moja huyu ambaye akisikia na mwenyewe akisema, huyu shuhuda namba moja, yeye alikuwa naishi kwake, ambapo jana saa moja usiku alichu, walikuja watu sita na noha nyeupe, ushanifahamu sijui, wakamchukua wakamfunga na pingu. Alitoa ushuhuda huu akisema kwamba na yeye pia huyo ambaye aloshuhudia lotokio ale, walitaka kumchukua lakini kwa bahati hawakumchukua. Sasa kilichoendelea kitu gani? Baada ya kuchukuliwa huyu ambaye aloshuhudia, aliwauliza wale watu ambao walijitambulisha kwamba wao ni askari, walisema kwamba wanakwenda naye kituoni, ndipo alipouliza huyo shuhuda namba moja, na mnukuu, akasema kwamba atakupigia simu, maana aliwauliza mnampeleka kitu gani atakujulisha huyo, atakupigia simu, maana nao alitaka kumchukua. Sasa kilichoendelea yale, mpaka kufika saa tano usiku, shanifahamu, mpaka kufika saa tano usiku bado hajapiga simu marehemu wala hajatoa taarifa yote kwamba yuko wapi. Sasa huyu ambaye aliambiwa atapigiwa simu na marehemu, ndio ilipofika asubuhi. Sasa alipona hajarudi, na vespa yake iko bado iko iko zake nje, ushaona, na funguo haijui iko wapi, ndio alipopanda gari, ushanifahamu, kwa sababu huyu anatoa shuhuda si, si mtu wa kuzaliwa hapa, ni jamaa kutoka Dar es Salaam. sasa alipo alipofika tawni maanake lengo lake akinazakikua juni pale, ashini famu pale wanapobeba vyuma kwa maarufu kwa watu ambao wanapajua msikiti wa Wales, pana maskani pale panaza kahawa kufika pale, kakawa aka, aka, aka, anamuuliza ana, ana, ana, ana yule muuza kahawa akasema kwamba huyu mtu yuko zake monchwari. Yule sasa huyu jamaa ambaye ka shahuda akashtuka kwa sababu hakuwa na taarifa ile, mpaka saa tatu asubuhi saa nne bado hajapata taarifa yote kuhusu kifo chake. Kwa hiyo kusema kwamba sijui kaanguka, sijui pressure, sijui nini ni vitu ambavyo shahuda namba moja anasema, jana alichukuliwa na watu zaidi ya sita au sita, waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Hakusema askari polisi, samahani, alisema ni askari lakini wakamfunga na pingu mpaka mpaka mpaka na na, mimi nilimuuliza kwamba umewahi kuziona gari zana nini gani, ulichukua gari namba namba za gari? Akasema kwa vile ile gari ilivyopaki yeye hakuiona nyuma wala mbele, kwa sababu alipofungua mlango gari aliona kwa kwa milango tu ya kuingilia, alipofungua mlango wa nyumba. Kwa hiyo kikubwa kwamba hakuwahi kuchukua namba, lakini watu waliokuwa ni sita na walimchukua mida saa moja usiku na yeye walitaka kumchukua lakini hakufanikiwa kuat, uh, yeye hakumchukua na hakufanikiwa kuwatambua ni watu wa aina gani na kutoka wapi nifahamu. Kwa hiyo hizi taarifa nahisi tuzeke sawa, ili ili watu wasiendelee wasi, wasi kupa taarifa tofauti inshallah. Shukran ah, kwa taarifa <laughs> alhamdulillah, ambayo umetuwekea sawa, lakini mfano hata kama labda hiyo gari iliyokuja huyo shuhuda hata angeona namba, ikiwa ni watu wabaya wanazo namba ambazo wanaweza kuweka wanazitumia kwa uhalifu wao, alafu gari inabadilishwa, utasema tu gari labda simenoa nyeupe au alfad nyeupe kabila yote ya gari, lakini namba kwa kwetu sio ishu kubwa, kwa sababu hata kwa mfano bara huku watu wengine majambazi wanatumia gari pengine zina namba za serikali eh, alafu wakifika wanatoa wanaweza kuweka nini, na ukija jitambulisha labda kama ni askari nini. Yani tumekuwa katika situation ya, ya hofu kabisa katika nchi, kwa sababu ikiwa matukio kama, kama hayo yanafanywa atachukuliwa mtu kwa watu wanajitambulisha kuwa ni askari. alafu baada ya kuisha kuchukuliwa masaa ya pite kadhaa mtu huyo amalizie aweko mocha kama ameshauliwa, jambo ambalo linaipeleka nchi pabaya sana, natafikia steji kwamba eh, watu mwisho watakuja kufanya nini, yani watabidi kujidefendi wenyewe kwa masuala kama hayo. Eh, si dalili njema, si viashiria mvema eh, kwa vyombo vya dola kama vinahusika katika matukio kama haya au vinashutumiwa japokuwa e, vinakanusha na nini na si Zanzibar tu, hata bara e, matukio haya ya yamekuwa yamezoeleka sasa hivi. Zamani tulipokuwa wadogo, tukisikia kwamba mambo kama hayo yakifanywa na majambazi, labda tunasikia majambazi yamefanyia pahali fulani, eh, vyombo vya dola, serikali, labda polisi watapambana, wata, wata pale kuweza kuzima. Sasa sasa hivi imekuwa kinyume, ni kuvunja trust baina, eh, mfano jeshi la polisi kwa mfano pamoja na raia eh ikiwa polisi kazi yake wanavyosema kulinda raia na mali zao, na sasa hivi imekuwa kama kinyume kwamba polisi kazi yake sasa ni kunini kuhu, kuvamia mali na na, na raia, yale malengo hasa yaliyokusudiwa yamegeuka. Ya kuwa hili ni jambo ambalo linasikitisha na linafikirisha sana, na kuona mtu kujiuliza maswala mengi, tunaelekezwa wapi au tunaelekea wapi katika masala, ikiwa nchi inatakiwa iwe ya amani na hawa ambao wanapanda majukwaa wakapreach amani na utulivu, alafu huku ukasikia ukauliwa, huyu katekwa nyara, huyu haonekani. Sasa sijui definisha ya amani na utulivu ambao wao wanaredefine au wanamaanisha nini, hatuelewi. Inatupa ukakasi sana, lakini Mwenyezi Mungu atusaidie, atuhifadhi na atuondolee mitihani, sababu hii ni mitihani mikubwa sana.